Huyu anaitwa Morini, ni mama mjamzito nakaribia kujifungua hmm. nakaribia kujifungua. Mbwa mimba yake inakaa siku sitini na mbili mpaka sitini na moja hadi sitini na mbili ni miezi miwili tu ya ujauzito kwa upande wa mbwa. Nakuja kurudi joto ni baada ya miezi minne mpaka mitano na joto lake hukaa kwa muda wa siku saba toka ingia joto. Joto lake inakaa kwa muda wa siku saba mimba nakaa miezi miwili kurudi joto kila baada ya miezi minne mpaka mitano na hiyo inategemea na jamii ya mbwa, lishe, pia na jini zake. Aliyempanda asi ni Japanese, naye aliyempanda naye ni Japanese, baba wa -ba watoto -ba, kumtibu yule ambaye alikuwa ameng'atwa kichwani, ndio mume mm, mm, wake ndio baba wa watoto wake wakea <gibu> <gibu> <baba aatoto> <gibu>